Kuna, kuna haya mambo umeniuliza Hamida, uzalishaji wa MRG Morogoro, how much? Ngumu kusema kwa sababu tuna ng'ombe wengi uzalishaji mdogo, na kipimo kimojawapo kama nilivyokuambieni tuna kiwanda cha lita elfu nane ambacho na ng'ombe wote, ila sasa hivi tuko kwenye mkakati kwamba Morogoro tutazalisha kwa ng'ombe tuliokuwa nao na kutumia hii wiki ya maziwa na mikakati ya wagani na nini, tutakatozalisha hata lita elfu hamsini za maziwa ndani ya miaka miwili. Soko letu litakuwa Morogoro, soko letu litakuwa Tanga fresh, soko letu litarudi kwa hasasi na mengine mengi, kwa sababu lengo la hii wiki ya maziwa ni kuongeza matumizi, consumption ya maziwa, ambayo yataenda sambamba na uzalishaji huo, kama ilivyokuwa malengo ya ya ya wizara ambayo amesemwa leo kwenye bajeti. Kwa hiyo lengo langu mimi ni kufikisha lita elfu hamsini za uzalishaji wa maziwa Morogoro, na hizo peke yake lita elfu hamsini za maziwa, maana yake ni e, kwamba kwa siku kila siku inaendea kwa Mwenyezi Mungu, e, uchumi wa Morogoro utakuwa unachangiwa kwa lita e, maziwa yenye thamani ya, ya shilingi e, milioni hamsini. Kwa hiyo kwa mwezi peke yake uchumi wa mkoa wa Morogoro utakuwa unachangiwa maziwa ya shilingi bilioni 1.5. Kwa mwaka bilioni 18. Kwa hiyo malengo yetu ni kuupeleka uchumi wa maziwa mkoa wa Morogoro uwe ni uchumi wenye thamani ya shilingi bilioni 18, can be done. Natarajia tunaweza tukafanya hayo, watu wa bodi ya maziwa mkituelewa, unaweza tukafanya hayo ndani ya miaka miwili au mitatu. Process ya hygiene ndio inatusumbua sana. Tutajuaje kama ni usalama wa maziwa sasa? Hau ndio mfumo wa hayo, lakini tumeyasemea hapa kama ni sehemu ambayo tunaenda kuhimiza kwenye wiki ya maziwa e, t -t -t tufundishane kwamba maziwa haya haya unapoyauza una na kuyauzi kwenye mazingira ambayo sio salama na unayatumia kwenye mazingira ambayo sio salama, yana uwezo wa kukuletea shida kubwa kwayo ni katika sehemu ambayo tunakwenda nayo kwa hiyo, tunaenda kuelimishana kuhusu kuongeza ubora wa bidhaa ya maziwa, kujifunza teknolojia mpya, namna ya uzalishaji wa maziwa mengi zaidi. Ni nini tufanye kwa hivi vigombe vyetu hivivi tufanye nini ili tu, tuwe na uzalishaji mkubwa zaidi. Tumesema e, vile vile tuimizana kuhusu uzalishaji wa maziwa e, kupitia njia za ushirika. Ule hata kama kuna uwezeshaji kupitia taasisi za fedha na mabenki wanafikika kirahisi zaidi ili kuongeza uzalishaji, lakini kuwa na jukwaa wada, aho, uwezesha, na jukwaa linalowakutanisha wadau wa tasnia ya maziwa ambao litawawezesha kuendeshana ujuzi na uzoefu. Sasa hili hili, hili la wiki ya maziwa ni moja katika mikakati hiyo ya kuwa na jukwaa kukaa, na jukwaa la kukaa na kuambizana masuala ya maziwa na uzalishaji bora na malengo na fursa. Sasa kuna mtu anatembea na maziwa yake huku, anatoka wengine, anatoka mbali, anatoka sijui Mzumbe huko, anakuja mpaka hapa kwa basketi, anaita maziwa lita zake kumi au lita zake tano, anajua si hapa nitapata shilingi elfu tano. Anapiga basketi, anakuja hapa, anaambiwa maziwa yako hayafai leo, kesho, keshokutwa. Haambiwi ndio ugonjwa wangu mimi na watu wa bodi. Hamumwambii shida iko wapi. Na sio tu hamumwambii, hamniambii mimi, mimi nikamtumia wagani waende kule wakaangalie ili wamsaidie kule. Akishapiga basikeli mara tatu mara nne haleti. Sasa wale wajanja na kupelekea maziwa na hawachukui ya, maziwa yao. Kwa hiyo kuna, kuna kuna haya mambo umeniuliza, Hamida, uzalishaji wa MRG Morogoro how much ngumu. Kwa sababu kuna ng'ombe wengi uzalishaji mdogo na kipimo kimojawapo kama nilivyokuambieni tuna kiwanda cha lita elfu nane. E, kama bodi tuna mikakati mbalimbali ya kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa maziwa nchini. Kama nilivyowapa ni takwimu kwamba e, kwa mwaka wa fedha 2024/25 tumefanikiwa kufanya uzalishaji wa lita bilioni 4.01, lakini uzalishaji huu ni mdogo ukilinganisha na idadi ya mifugo tulionayo nchini e, takriban ng'ombe milioni 39 ni nchi ya pili Afrika kwa kuwa na ng'ombe wengi baada ya nchi ya, ya, ya Somalia. Kwa hiyo utaona ni kwamba eh, eh, kumradhi eh, baada ya Ethiopia eh, utaona kwamba eh, ni, ni, ni uzalishaji mdogo sana ukilinganisha na idadi ya mifugo tulionayo. Eh, mifu, uzalishaji huu unachangiwa na moja, eh, mifugo tulionayo, tuna mifugo mingi ya kienyeji ambayo ina uzalishaji mdogo sana wa maziwa wasa ni wa lita moja mbili kwa siku. E, kama bodi tunaweka mikakati mba...